Binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka kumi na mitano ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushea stori zao mbalimbali mbali za maisha yao yaliojaa kupanda na kushuka, nami sote tunajua maisha ni milima na mabonde, na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao, ambazo zitakufanya usome uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi na pia kujifunza. Mimi ni Salama, hawa ni rafiki zangu, na sote tunakukaribisha wewe kwenye Salama Na. Karibu kwenye Salama Na, mi ndo salama mwenyewe, na leo niko na Marco Chali, my my brother. Cheers. Hii hapa inaitwa tetema, eh? tetema. Ehe, kutoka samaki samaki, ukienda pale unaagizia lita moja shilingi 1030 unashare na washikaji zako, kwa sababu wanasema kizuri kula na wanao, kama ambavyo leo tunakula hapa sawa? Fanya cheers, inabidi unywe. Hongera sana. Shukrani sana. Eh, bwana, cheers nyingine hii cheers nyingine ya Yoy. Kabisa kabisa. Hongera kwa Yoy. Shukrani sana. Kwa biza inabidi unywe, inabidi unywe. Fanya cheers. Mungu anabariki. Eh. Najua una shoot blank, kumbe bwana, una shoot cheers. <laughs> <laughs> cheers baba, cheers. Eh, vizuri oh, lakini nyingi nyingi, kama ulishatupa tupa nje vile eh? <laughs> cheers kwa hapa <hii> kukubali. <laughs> for real, lakini hongera mm. sana na nafikiri uh, sijui mipango yako ilikuwa imekuaje mm. lakini unadhani huu ni wakati mwafaka ulikuwa kwako wewe uh, unajua, kwenye haya mambo ni mipango na, na mimi naamini mipango ambayo Mungu anakuwa anapanga ndio mipango ambayo inakuwa ni mizuri zaidi. Kwao nafikiri ni muda mwafaka kabisa. okay. yeah. kuna demu yote ambaye ashawahi kukulazimishia mimba au kukuambia kwamba nataka kuzaa na wewe eh? Eh. Wapo ilikuwaje? Sasa ulikuwa unachomokaje mzee babu? Sasa unajua wakati mwingine mapenzi unaweza unajua kawa na mtu kaanza kuona, unajua kila mtu ana vision zake. Unaweza kumpenda mtu, lakini ukagundua kabisa, huyu mimi siwezi ku kuwa naye, unajua kulingana na vision labda ni tofauti yana. Mhm na mimi ni, ni mtu ambaye labda anaweza kaona labda, mimi labda ni mchongo. Kuna mwingine anaweza kuona tu mchongo, wewe akinipa mtoto atakuwa a b na c, sijui mimi. Sasa hii sidhani kama ni kitu kizuri kwa mwanamke kuwaza hivyo, afu afanye hivyo. Sawa sawa. Yeah, wanasema E, bora ukosee vitu vingine vyote lakini mm. usikosee mtu ambaye utakuwa na share naye yeah. mm. okay. so naomba unieleze kuhusu kuhusu Yoy kuja kwake imekuwa kwanza nataka kujua kuhusu jina lake kwa nini ameitwa hilo jina tutajie jina lake alafu tuambie kwa sababu gani uliamua au mliamua kuchagua hilo jina. nilikuwa uh, nataka ni, ni jina fulani hivi la kuwa simple, unajua? mm. cha kwanza mm. alafu nikataka na maana pia we ni, ni nzuri unajua, kwa hiyo yeye nimefuatilia kwenye nani kwenye internet na kuchekicheki baadhi ya watu tumaa kuongea pia, wakaniambia wakawa nanielezea, mwingine anasema bana iki India ni manake ni baraka, unajua zile, mwingine mm -hmm. na anasema ni energy, unajua. Kwa hiyo ni vitu fulani nikasema okay, Yoi linaweza likamfaa, umenielewa Y-O-Y. Okay, pamoja ndani okay. Chagua pa mwenyewe, acha hakubisha. <laughs> Uh, alifurahia yani ilivyokuwa iko simple mm, yeah okay mm. So nataka uni unishukulia kwenye hiyo safari huyu mm. ni mtu ambaye ulikuwa unapiga piga tu alafu ikatokea hivyo, ama ni mtu ambaye ulikuwa naye serious, na nataka uniambie siku ya kwanza ulivyoambiwa kwamba bwana mm. tunategemea mm. <laughs> Kwanza, unajua haya mazingira ambayo yanakuwa yanatokea, especially kwa mtu ambaye unakuwa unampenda, unaona kabisa huyu, mimi mtu ambaye niko naye ni mtu kwanza mwenye focus afu nampenda nanipenda, vitu kama hivyo, kwahiyo najiona kama vile Mungu amenibariki kupata mtu ambaye eh, vision zake anaona kabisa zinaoana na mimi, tena inawezekana yeye akawa anawaza vitu vingi zaidi, sijui umenielewa, awesome. Mm. Uh, yeye ni, ni, ni mtu ambaye amenisababisha ame nione nijisikie yani, furaha. Baada ya unajua kuna ile kwamba mtu anakwambia bana na, na mimba au na mtoto wako bana, hivi na hivi, unajua zile unajikuta unataka kushtuka kulingana na yule mtu mwenyewe, unajua zile. Lakini kuna taarifa inakuwa tofauti kwa mtu ambaye unakuwa unampenda, unajua zile kwamba unajua kabisa huyu ndio ntaishi naye, ntakuwa naye. Kwa hiyo nijisikia furaha sana baada ya kunipa hiyo ripoti. Ah, uh, Dokta, hiki nilikuagizia mimi mwenyewe binafsi, yeah. Kama kisamaki, eh? hiyo ambayo upande wako hiyo inaitwa kole kole choma. Okay. Na hii ya kwangu iliyoko hapa inaitwa Kalamari Mundo. Kalamari, mundo. E, mundo kispanish ni dunia, kwa hiyo ni kalamari. Ya dunia. Kaka, soft, yeah, so okay. Hii ni elfu 20, unaweza ukienda pale samaki, samaki, ukajiagizia. Mambo yakaendelea endelea tu huku unanipigia story, kama utakuwa unaweza kufanya vile kwa wakati mmoja. It's all good. Tutagusa gusa inshallah. Haya, eh, tuendelee. Ehe, nikumbushe tulikuwa tumeishia hapo. Nilikuwa nakuuliza ulikuwa wapi she wakati unapewa hiyo taarifa. Ah, kwanza ripoti ilikuwa ni ilikuwa kwangu, yani tulikuwa nayo. Kwanza alianza kama vile ajisikia kuumwaumwa vitu tofauti, asubuhi, mchana, jioni, lakini tukaenda tukapima akacheki akakuta kwamba ana miezi miwili, sijui umenielewa. Kwa hiyo ndio siku ambayo niligundua hiyo, na actually ndio ilivyokuwa kwa sababu eh mwanzoni sikuelewa kwanza anaumwa nini, unajua zi. Yani alikuwa anaumwa muda mrefu. Ah ah, unajua kuna muda unaweza kukuta akakwambia anaumwa hiki anaumwa kile, au imetokea hivi, au anajisikia hivi, anajisikia vile mm. Lakini bila sisi wote, ah, tukunotice kwamba ni, ni, ni swala nani la, la, la mimba, unajua okay. mm. Kwa hiyo imeenda mwisho wa siku, tukaenda tukacheki, tukagundua kwamba shida ni ni hiyo kitu. Hamna shida pale. Hiyo ilikuwa ni baraka. Yani shida ambazo zilikuwa zinampata oh, okay. yes. <laughs> Eh, kwa hiyo ndio ndio siku ambayo nilipata hiyo taarifa. Hii kitu yako hapo ndio imeshuka kidogo. Usijali. Hiyo mm. ni kama sketi. Ukishuka unapandisha. Sasa <laughs> yeah. Mlivyo, mlivyoambiwa sasa kwamba bwana e, e, shida ambazo huyu mtu akonazo zinasababishwa mm. na hiki kitu. Yes, baadaye tuifuata hizo process ambazo kwa mfano yeye yeye bahati no, ndio hicho nikasema bahati nzuri hata yeye mwenyewe ni mtu ambaye alikuwa anatumia, ana, ani, ni mtu ambaye hali labda unajua vile labda junk food zile nini, unajua anapenda kula vyakula fulani hivi kama vya samaki samaki. Yeah, kama vya samaki samaki vitu fulani hivi OG kabisa. mm -hmm. Sijui, kwa hiyo imekuwa ikimsaidia hiyo sana, na kwa sababu hizo ni feedback ambazo alinipa ali pia nani daktari mm -hmm. akawa ananiambia bana <coughs> sababu tulikuwa tujui, na alikuwa anauma vitu tofauti tofauti. Kilichomlinda ni inaonekana anakula vizuri, unajua zi mm -hmm. Eh. Then tumeenda paka tumepata mtoto tukamshukuru Mungu okay. yeah. uh, kitu kikiwa kigeni, kila mtu anakuwa mshamba nacho. na na, mm, mi sijawahi ili, kuwa na mimba yeah. kwa hiyo sijui hizo process naona kwa tu kwa watu mm. Lakini kuna kuwa kuna kuumwa, ukiachana na hizo mm. kabla hajajua mm. Yani baada ya hapo mm. maisha yanakuwa yanabadilika, lifestyle si ndio? yes. mm. kama kuna vitu alikuwa anafanya atakikufanya, kama kuna mitungi na usika itakii kupigwa mm. na vitu kama hivyo mm. unafikiri eh, ali, aliweza ku maintain hiyo ama mlikuwa saa zingine mnagombana, kwamba hiyo hiyo uh, usifanye, unamkuta ameshika kitu ambacho anataka kukufanya ambacho hakitakii kufanya Aba, ama ilikuwa ni smooth ride yani. Ilikuwa ni smooth, kwa sababu uzuri ni mtu ambaye anaelewa hivi vitu, unajua, anaulizia. Bahati nzuri sisi tulikuwa tunawasiliana na mzee Kaisi, alikuwa anaongea naye namsaidia, kama huyo, unafahamu, anajua vitu vingi. Yule ni gynecologist, mambo ya wanawake ndo kitu yes, chake kabisa, na akawa yeah, rafiki yake mpaka siku amempata mtoto nikimwambia akawa amefurahi sana akasema atakuja kumwona. Mm. kwa hiyo unaelewa hiyo situation kwamba alikuwa kwenye mikono salama kabisa. Mm, okay. Yeah. kwa hiyo prosesi zote zimeenda. yani mimi sija labda ile siku ambayo alikuwa ana mtoto sasa ndio anakuja. Uh, niambie kuhusu hiyo yeah, siku kwa sababu ile siku ilikuwa ni usiku <laughs> yeah, alipata yani, alikuwa anasikia maumivu kama yanakuja unajua zile? sasa maumivu alavyo yasikia ya na akshen ambazo ya zinakuwa zinaendelea unajua ya anataka kufa, mm. na tukampigia daktari akasema kwamba hiyo, akaja pale nyumbani akamcheki, akasema by kesho saa sita anaweza akatarajia kupata mtoto mm. Lakini sasa ile hali, kila baada ya muda fulani unakuta maumivu bana, labda kwa sababu mwisho wa siku wewe mwenyewe ndio unajaribu, una kujifunza, yani okay, unakutana na vitu unajua zile, yeah. mm. kwa hiyo imeenda mpaka kafikia ile time ambayo, kwanza hata kutoka nyumbani tu, zile process za kutoka nyumbani, unajua zile mm. Yani ilikuwa ni ni mbilinge mbilinge mm-hmm. sijui umeelewa. Mpaka tunafika daktari, anaonana na daktari, kwanza daktari akamwambia, bwana sikiliza, huyu bwana inabidi akae pembeni kidogo, unajua zile mm-hmm. Yeye akawa ataki mm. sijui umeelewa, alikuwa anataka nini sasa? Yeye yeah, anataka nikae pale niwepo oh, unajua yani zile <laughs> <Hey>, afurusha <miguu unajua. laughs> ya, eh, yani haielewi yani afu sasa mimi kwa sababu sina za experience. Eh, experience, hizo vitu na, naangalia tu vitu gani na kuomba na Mungu na vitu kama hivyo. Lakini ilikuwa ni experience fani hivi nilipenda sana. Uliingia mpaka... Hey, niliingia lakini waliniambia nikae pembeni nisubirie tu process. Lakini okay. ni sio mbali. Roho yako ilikuwaje shehe? Nilikuwa naomba Mungu sana kwa sababu kingine nilikuwa natiwa moyo kwamba okay, hizi ni process za kibinadamu ambazo zinatokea lakini mm. Pia huwezi jua kama kitu akijao unajua mm -hmm, mm. mm. Kwao nikuwa n yani unakaa kwenye mawazo yeah. Na kumwomba Mungu unajua zile anything happen kabisa mm. Kabisa, hongera sana mm. yeah. Sana shukrani um, kwa sababu wewe ni rafiki yangu, najua kidogo kiasi kuhusu familia mm. Uh, nyumbani kwenu kuna msichana mmoja sindio? yeah. Wa mwisho yule mm. Lakini nyinyi wanaume wengi yes nataka uniambie jinsi ambavyo wewe ulikuwa katika, katika familia yenu mm. na Yoy kuja kwenye maisha yako imekusogeza mm. wewe kiasi gani? Yeah. Uh, kwanza, kama unakumbuka nishai kuelezea pia hiyo stori ki, kiurefu ki, kidogo kuhusu familia yetu uh, mimi tuko wanne, yani upande unajua mama na, na mzee wangu mimi wana yani, watoto wanne, lakini kuna wengine wawili wa pembeni unajua lakini mama yangu mimi hajawahi kupata mtoto wa kike, sijui menielewa. mm -hmm. mm. kwa hiyo imekuwa kwamba tuko watoto wanne, ambaye ni mimi, Zacha anakuja alafu mm -hmm. Bif ambaye ni Frank Fren mm -hmm. Daksochali ambaye ni Fred mm -hmm. tuko wanne. Kwa hiyo na mimi ni wa kwanza na nilizaliwa Mwanza kule Bugando. Kwa hiyo tumekuwa kwenye maisha fulani hivi ambayo wazee wetu wamekuwa ni wazee fulani hivi wenye wenye misimamo sana, sijui umenielewa especially katika swala la mtoto. Mzee anaweza kawa, sababu anaweza kawa mtu na ana vitu vyake vingine, lakini anajua kabisa namna ya kulea mtoto ni hivi na hivi na hivi na hivi right. mm. tume ametusomesha vizuri, lakini kuna kuna kuna kuna kuna, kuna, kuna some point, unajua kabisa okay, una, unaona kabisa kuna some point labda process fulani hivi zile miss tuna, unapokuwa mtu mzima unajua okay hapa, am sure, alimiss hapa alimiss pale ndio maana labda tuko kwenye situation fulani unajua mm. -hmm. E, kwa sababu e, mtu unapokuwa unazaliwa, unapokuwa unalelewa, wewe mwenyewe unakuwa sometimes unakuwa uelewi unaelewa unaelekea kwenye situation gani, kulingana na mzazi anavyokulia. Mimi na, na mimi bahati nzuri, mzee wangu amekuwa akini nilivyokuwa mtu, mtu mzima sasa, zile mm. -hmm. alinipeleka kwenye, mzee wangu ni mtu wa architecture, kwa kanipeleka kwenye shughuli fulani hizo za ujenzi, wakati huo mimi napenda sana muziki, unaona mm -hmm. Tangu niko primary kuna shule moja inaitwa Kitangili. mm -hmm. Daa, iko Mwanza pale, nilikuwa mpiga ngoma pale mm alafu -hmm. nilipokuja tena da shuleni tena kwa mpiga ngoma unajua zile <laughs> alafu ikaja kanisani nikaanza kwa kupiga ngoma tena mm. -hmm. sijui umeelewa, wakaanza kununua vifaa vya muziki, kwa hiyo nikaanza kujifunza kwa mm hiyo -hmm. unaona, yani kwamba sometimes unaweza kujikuta unafanya vitu kwa kulingana na motivation labda za mzazi, lakini wewe ukawa na vitu vyako binafsi unavipenda, right? Unajua, right? zile yeah alafu na yale maisha ambayo mimi nimekuwa nikiishi na wadogo zangu, nafikiri kwa ule ukaribu, unajua, kwa sababu nimeishi nao utangia wa wadogo, yani mpaka tumekuwa hatujai kuachana ile kwa muda mrefu. mm. mm. Kwa hiyo amekuwa akiona nikichukua baba vinanda kanisani na ileta nyumbani wana, wanaangalia tapes zile za mzee Chali pale, wanajifunza vitu na hivyo lakini sio hata ujui kama ni kitu ambacho utaenda kujia touch nacho, unajua, lakini so, uh... kinapokuwa kinatokea kiko around, unaweza kawa na ki Una, una, una, una, una kina kuingia yaani, mm. bila wewe kujijua. imenifunza sana hata eh, ambavyo mtoto wangu mi amekuja, yani, na sana n nasio tu natamani na, najaribu kutumia kila ambacho nitaweza kuwe, kuna vitu ambavyo kwa sababu sitaweza kujua ni nani kwa, ku, kwa, ku, kwa kuto kuwepo na vitu around, sijui menielewa. hmm. hakuna mpira labda. hmm. hakuna baiskeli, hakuna unajua zile kwenda, hmm. kuogelea kidogo, kujua kuswim vitu ambavyo vina, vinafanya mind na kuwa active mm. Alafu end of the day niweze kawa ni kitu ambacho labda amekipenda sana na kifanya katika, eh, katika njia ambazo yani yeye anakuwa yuko proper. mm. Yani kifupi ni kama kama umewahi kuishi maisha yako wewe ukapata mtoto, ina maanisha lazima uangalie mistake. Yani ni, kama una, ni kama Mungu kamekupa nafasi ya wewe kuzaliwa tena unazaliwa una, una, una, una, una mara nyingine lakini ndio maana ukifuatilia hata kwenye, kwenye, kwenye baadhi ya wa wazazi ambao wametoka na mtoto tangia mdogo mpaka akawa mkubwa kwenye kitu kimoja anachokipenda wanakuaga ni watu fulani hivyo wako tofauti sana. Ndio maana unaona hata Beyonce Beyonce, eh, alivyoanza process za mshua mshua mshua mshua yuko na mshua na vitu kama hivyo siu menielewa mm. Eh, kina Michael Jackson hawa mm. Yani mshua alikuwa na ana, anaangalia mwanzo mwisho, kina Serena na Venus Williams, sijui umenielewa mm. Ukiangalia mshua ndio mwekezaji pale, yani anajua kabisa huyu inabidi nizibe mapengo, sijui umenielewa kwamba, ambapo wewe labda umewahi kuwa mtu mzima ukaona ah, hivi kwa nini mimi sijui kuruka sarakasi mm. Labda ningejua kuruka au napenda, lakini mpaka utu uzima wangu sijui kufanya hivyo, au kwa nini mimi siwezi kucheza mpira na kumbe nilikuwa nimekuja ni kupenda mpira ukubwani, lakini ndio kitu kweli nilikuwa napenda mm. Lakini hakikuwa labda around. Sijui umenielewa? Kwa hiyo unaweza ukuta, unaweza kaika piano, e, unaweza kaika gitaa ndani ya nyumba ukawa unajua zile mm. Sio kwamba mimi ni mwanamuziki au ni producer, lazima wao ya producer lazima wao wanatafanya kitu, lakini weka just in case, anaweza kapenda mm. Unajua zile mm. Kwa hiyo life ambayo nimeishi me, ni na wazee wangu imenifundisha kwamba yani ni kama vile eh, inanionyesha kabisa kwamba ukipata mtoto jaribu nawe kumseti ambavyo unataka awe hmm. isikae kwamba ukubaliane umeishi wewe, afu unazaa mtoto pia ujui jinsi ya kumseti kwamba yani, kama hauelewi mm -hmm. sijui umenielewa, kwa sababu mwisho wa siku hivyo vitu ndio vinakuja kusababisha, unaweza kukuta asilimia asilimia tuseme ngapi, kwa mfano asilimia tuseme ingekuwa asilimia hamsini ya Watanzania wanafanya kile kitu ambacho moyo wao unapenda, ndiyo ingekuwa ni hatari sana salama na, na kufanya kitu ambacho let's say, kwa mfano labda mtu ana, ana, ana, ana hapendi kuendesha ndege, ila baba yake anataka, baba yake labda ni tayari ni mtu anaendesha ndege ana masaa kibao hewani, unajua ana hela zake nini, naona sasa mtoto wangu hapa Tanzania bana, hapa hamna hela kwenye kichochote, labda hamna hela kwenye mpira, hamna hela kwenye muziki, hamna hela kwenye nini. Kwa hiyo mimi mtoto wangu, wangu sababu ni rubani lazima nimsomeshe awe na yeye awe vile. Kinachokuja kutokea ni kwamba yeye anaweza akafuzu kweli au masomo na akaendesha ile ndege. mm -hmm. Lakini ni tofauti na mtu ambaye anafanya kile kitu anakuwa anakipenda. yes, inamaanisha hata anavokaa ana miaka mingi kwenye kuendesha kwake ndege inaweza akajikuta ana invite, sawa, anaingiza kitu kwamba okay, mimi kwa kuendesha zangu ndege kwa muda mrefu nimegundua ndege inabidi iwe na kitu fulani na kitu fulani, mm -hmm sijui maana, inamaanisha anaweza akafanya addition ya yeah teknolojia au ya kitu ambacho kimefanyika au huo ubunifu ambao umefanyika, unajua zile inakuwa tofauti na kwamba, inamaanisha yeye kwa sababu anaipenda, anaweza akawa nawaza sana kwenye hiche kile kitu, hata akiwa nje ya hiyo shughuli na vitu kama hivyo, au akawa nafuatilia deep kwamba hiki kitu mimi nataka ni, nikijue zaidi. Kwa nini ndege ikiwa hivi? inawezekana kuna vitu vingi vina vinatokea kwenye ndege, lakini wanatafuta solution. mm -hmm. Hasa anayetafuta solution nafikiri ni nani? Sijui, lazima ni mtu ambaye anapenda kile kitu. Tunahitaji tu tu tuna kebo kebo, nikiwa namaanisha kwamba tunahitaji tu tuna watu wawe free. Yani mi nikiwa futbola, kuna eria, ukiwa futbola unapata hela unatusua, yani isiwe kama hakuna hakuna, hizo kama kuna mtu ni mchoraji, anaweza kapata hela kwa design na kuandalia watu matukio. Unakumbuka kama mpira nani, muziki ulivyoanza zamani ilikuwa ni kama vile hakuna yani, kizazi kipi yani, unajua zile kwamba kuna muziki wa aina hii, ikaonekana ni kama muziki tu wa kioni, lakini still watu waliendelea kufanya kwa sababu wanapenda vile vitu, end of the day imekuja mm -hmm. Sasa watu wanaelewa okay, hii ni biashara, lakini leo hii unaweza kushangaa mtoto wako anataka kuwa mwanasarakasi. Hii nchi wanasarakasi wanaingizaje hela? Tuna mwanasarakasi ambaye anaishi masaki, kwenye unajua zile jee, tuna tuna mchoraji ambaye anaishi masaki Mtanzania. Sijua, unajua hizo. Kwa hiyo wakiangalia kitofauti, tasaidia sana kujieleza utakuepo wa yes, sijui umeelewa, mm. Kwa hiyo wakiangalia hiyo inaweza kasaidia sana hata wazazi kuwa kuacha watoto wao huru unajua zile mm, kwamba unaweza ukawa yoyote, kwa sababu mimi nisha huyu fulani ana hela, mtu fulani ni mchoraji ana hela, sijui anacheza mpira ana hela huyu mm, anafanya kitu fulani ana hela, yani hivyo kulingana na kile kitu kupitia Boomplay bila shaka, unaweza kutusikiliza vizuri sana na kuna platform nyingine kama Spotify pamoja na iTunes unaweza kutupata, lakini kama wee ni mtu wa kuangalia, unatuangalia vizuri kupitia kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inaenda kwa jina la Yah Stone Town. Yaani, Ya ni Y A H alafu Stone Town ile ya Zanzibar. Karibu kwenye Salama Na. Unadhani sasa huko tunafika, tunafika lini au ndo ndo tunatengeneza huo kwa sababu mimi na, hiyo kebo na hiyo hii sasa. Eh, kwa sababu, mimi kama mimi na, na, naomba pamoja na kuomba Mungu na vitu kama hivyo kwamba nitajitahidi kuweka vitu ambavyo nitahitaji awe anavyofanya. Yani, unajua, wakati mwingine kujua kupiga chombo, labda niweze kawa hapendi yeye kufanya muziki, lakini akawa anajua kupiga mm -hmm. Napenda hivo. Napenda hiyo anaweza kawa anajua kupiga gitaa, sijui ni anaweza kufanya labda sarakasi, anaweza ku, unajua kucheza mpira labda basket au chochote yani, unajua netbo au nini, yani vile vitu ambavyo vina, vinafanya mind ya mtoto inakuwa sharp e. Okay. ningependa akua kwenye hayo mazingira ili mwisho wa siku nitagundua yeye anapenda nini zaidi. Okay. nikigundua anapenda nini zaidi basi uwekezaji unaendelea. Okay. Yes. Um, umezungumza kitu kizuri sana kuhusu wazazi kutoaa kuto watoto wao kile ambacho wanataka, lakini nafikiri ni kwa sababu system kama ambavyo umesema. Yes. kwamba E, mzazi anaona like, ni kuache iweje? Yeah. We, wazazi wengi wamekomalia wame, wame, wame watoto wao wakae darasani eh, wakati sometimes hata eh, mm. Hiyo kazi yaki, akiipata ambayo imemweka darasani muda mrefu inakuwa haimpi furaha mwisho wa mm, siku mm. Unakuwa na taifa au watu ambao hawana furaha yes. um, nataka tuachane na, na, na hiyo kidogo nataka tuzungumzie wewe kama na karia yako mm. Ni lini ulijua unaweza kutengeneza biti ambayo Uh, malo ataingiza sauti na itakuwa wimbo. Lini ulijua? Na ilikuwa ni, ni, ni gani? Kwa sababu hiyo ndo ambayo imekufanya uwe Makochale ambaye mimi na wewe tunajuana mm. ni kwa sababu ya uh, kitu ambacho ulikitengeneza mm. iyo huo ndo ndo uchawi wako. Mm. mm. Ukiachana na kwamba we ni mtu mzuri, mashoto unajua kila kitu kuogelea, sijui so, kufanya nini, kufanya nini. Yani, yaani vitu vyote unajua. Lakini <laughs> nataka kujua ile siku ambayo ulijua kwamba bwana mm. I can do this and this and this and then de de de de nalia ebu, mm. ebu ingiza hapa. Ah, hiyo ilikuwa ni kwanza ilikuwa ni mwaka 2000. Mwaka 2000 kuna kule tuko kwa Dortmund nilikuwa nakaa na ni Ukonga kule. Kwa hiyo mara nyingi tukitoka shule unakuta una, una atoka una zoezini, unatoka una shuleni labda unapitia zoezini kidogo kwenye basket, kule uwanja wa jeshini kule e, mia sita na tatu kama unaelekea airport mm, eh, kuna uwanja wa basket. Yeye alikuwa na internet cafe pale njia ya panda Segelea sasa Nikamkuta siku moja na, na program moja inaitwa FL, ilikuwa ni 1.2 ile iko mule kwenye kompyuta yake, kwenye moja ya kompyuta zake zile, akaniambia, maana akaniambia ile program anatengeneza, yani, inatengeneza biti. Kuchek jamaa, kuna vitu fulani anafanya nini, nini, ikawa ni kama ni kitu ambacho mimi ndo nilikuwa nakihitaji, unajua, kwa sababu nishafanya sana hizo za manual, unachukua ka ka ka, ka redio kadogo unapiga kutoka kwenye kinanda mziki wa kwenye kinanda, au unapiga drums za kwenye kinanda unazirekodi kwenye kaspika kwa ka, ka redio kadogo kale, afu ukirekodi mule unakuwa na redio nyingine mm. Kama nimepiga hii biti hapa kwenye, kwenye, kwenye kutoka kwenye kinanda kuja kwenye uh, kuja kwenye redio kurekodi, sawa. Nikishamaliza natoa ile tape mm. Naweka kwenye redio nyingine, nakuwa nasikiliza tena, lakini na rekodi hapa hapa, naweka tape nyingine, sawa mm-hmm. Afu naongeza chombo kingine, kwa hiyo inaingia inaingia drums kwenye hii na kile chombo ninachofanya addition na nakiongeza kwenye hii, nikimaliza natoa tena hii tape. Kwenye hizo process umekuja kuzifanya. mm. mm. kishafunga na ad a nani fanya mambo yako nikitoka pale asubuhi macho mekundu, si umeelewa zile, na inabidi waende shule tena unafanya hiyo usiku, yani kwa sababu kuna nimekua, ni, ni, ni, nimekua nikisoma huko, unafanya kazi. Yani kuna mazingira fulani hivi yali, yali change kwa wazee. Unajua, mzee mze wangu alikuja akaokoka na maza akawa akaokoka pia. Kwa hiyo kama kukawa kuna vitu fulani hivi, dini imeingia sana pale ndani kwao, kuna vitu vingine vikawa vina miss vina nini, unajua zile. Kwa hiyo life ikawa hivyo, sijui umenielewa. Lakini sasa eh, hiyo sorry, hiyo hiyo point yako ya nyuma hapo ulikuwa nilikuwa uli nataka kujua siku eh, ambayo eh, ulijua eh. Eh, sasa wakati, wakati naanza sasa kutumia hiyo kompyuta hizo kwenda rudi nenda rudi nenda rudi nikaanza kutumia hiyo kompyuta ndio nikawa ni sasa hivi. Hapo sasa nikaona kwanza siku ya kwanza nitengeneza beat ya jamaa wanaitwa Red Scout, hmm, ambapo alikuwa mwana na saluti. Hiyo ngoma alirecord na saluti pia. Nitengeneza mimi hiyo beat. Nikaona sasa hiki hiki ndio kitu ambacho mimi nakihitaji. Lakini sikuwa na kompyuta, sikuwa na nini. Okay. Sijui menyelewa. Alafu ikaenda ikaonekana kwanza sionekani nyumbani mara nyingi kumbe niko kwa jamaa anatengeneza biti nazichukua nachoma kwenye CD. Kwanza tu kuchoma kwenye CD ilikuwa, yani unashangaa, yani biti yangu kwenye CD. Mm. Unajua unashangaa, yani kitu ambacho wewe umekitengeneza afu kiko kwenye CD una play. Mm. Unaona, nikachukua vyombo vya kanisani naenda nafunga nyumbani pale naanza kusikiliza nini, ni hivyo. Mm. Kwa hiyo then watu wengine wakawa nazisikiliza zile biti, ikawa hivyo. Lakini siku ya kwanza nimejua kwamba hapa kuna kitu ni hiyo siku ambayo jamani mkuta yuko kwenye kompyuta kuna F studio. Okay. Um, kuna vitu vingi vimetokea mwaka huu ikiwa ni pamoja na kupoteza watu ambao tunawafahamu tuna vizuri. mm. E, wewe kuna Zila. Mm. Awesome. E, and then kuna Ruge ambaye iko mm. kwenye industry. Yes. Na kwa Zila mi na kufahamu wewe sio mtu ambaye unapenda spotlight. Yaani utakiga hata kujulikana, yeah lakini ile ilivyotokea ulitokea uli mm. Ilibidi hata uende ukaongee. Yes. Naomba uniambie, unadhani ni kitu gani kilitokea kwa, kwa Godzilla mpaka uh, ikawa mwisho ule ambao, ambao ulitokea <coughs> kwanza, rest in peace. Yeah, alafu mi nafikiri kwa Godzilla di, ilikuwa ni mapokeo, yalikuwa ni mengi maybe. Unajua yani kwa situation ambayo mi nilikuwa namuona, unajua mwanzoni, uh, Godzilla alikuwa ni mtu fulani hivi, alikuwa achukui stori stori za, za, za, mtu kwamba eti achukue afanye u oh, namjua yani, kwa ni mtu fulani mcheshi, mpiga story hapo, akimaliza huyo tengeza kazi. Yani alikuwa yuko focused kwenye kazi. Sasa sometimes ustar unavyokuwa unakuja na unapokuwa unaanza kupungua inabidi pia wana, wasanii wao wanaelewa kwamba kuna muda huko juu, kuna muda huko chini, lazima useti mipango. Umenielewa? kelele nyingi ni vitu ambavyo vinakujenga wewe, sio vinatakiwa kuvikupeleke chini. mm -hmm, kwa sababu sisi kwenye maisha tunayoishi tunaandaliwa naamini, yani mimi na mimi mtu anayepitia mambo magumu mengi ni kama anaandaliwa kuwa mtu fulani hivi, ni kama anapitia depo yani. hata wanajeshi ukitaka kutengeza mwanajeshi, lazima apitie sehemu ambayo ni kama vita tayari. Kipita like yeah, pale tunasema tuna majeshi inamaanisha nchi tunasema tuna usalama kwenye nchi. Umeelewa? Kwa hiyo process za za mapito ya wasanii hawayachukulii kama challenge, ndio, ndio mkombozi wa kugundua kwamba unaelekea sehemu sahihi. Sijui umeelewa. Kwa sababu kwa nini kwa kwa nini, kwa nini upokee vitu ukavikubali wakati wewe mwenyewe una vitu vingi vya kufanya ambavyo unajua kabisa uta win. Sijui umeelewa. Kwa hiyo zila alikuwa ni mtu fulani, alifikia time anaona okay, labda mbona nikifanya hivi hivi hivi, mbona nikifanya hivi labda hivi vile, au kuna watu wanazingua